Ama Special for You TV. Na unapoona siku zote ama unaposikiza habari zetu huwa zenye mashiko makubwa sana na kubwa, tunachokizungumzia hapa ni kuhusiana na ishu ya pande la mama mwenye umri wa miaka sabini na mbili aliyezaliwa tarehe 29 Oktoba 1952 b anayejulikana kwa jina la utani kama Triple N ama Ndemupelila Netumbo na Ndindaitwa yeye, yeah, yeah, huyu mwanamama ni moto wa kuotea mbali kile unachokiona kinachofanyika kule Burkina Faso kwa Ibrahim Traore, basi unakiosikiza na kukiona kwa huyu mwana mama rais mpya kabisa wa Namibia, ambaye ni mwanasiasa nguli na aliyechaguliwa kupitia chama cha Swapo. Chama cha Swapo, nadhani unakijua, kirefu chake ni South West Africa People's Organization. Hiyo ndio maana ya Swapo. Eh, basi nao, kama ulikuwa ujui now you know. So mwanamama huyu ambaye alichaguliwa tarehe 21 Machi 2025 amezua gumzo kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii sasa. "Namibia's first female president orders the deportation of over 500 Americans if Africans need visas to enter the USA, then Americans must also need visas to enter Namibia. Umeelewa hapo? Yani kwamba kama Mwafrika anahitaji ama Namibia anahitaji kuingia Amerika akiwa na visa, bila visa huwezi kuingia Amerika. Basi pia wewe mwa Amerika ambaye uko Amerika kuingia katika nchi ya Namibia, utahitaji visa. Hilo ni jambo ambalo limewashtua watu wengi sana, hilo ni jambo ambalo limewashangaza watu wengi sana. Mwanamama huyu si mgeni kwenye ishu za kisiasa. Yeye amewahi kuwa deputy prime minister of Namibia kutoka mwaka wa 2015 mpaka mwaka wa 2024, lakini pia amekuwa kuwa minister of international relations and cooperation from December uh, 2012 to 2015 and as Minister of Environment and Tourism from March 2010 to December 2012. She's a long time member of the National Assembly kwa hiyo huyu ni mbunge wa muda mrefu sana amekuwa ni pale ni member wa muda mrefu sana kwa hiyo maisha yake mengine ambayo amesoma ambapo amezaliwa ukitaka nikusogezea hayo yote drop ya comment hapo chini, lakini nimechokusogezea unadhani kina make sense ama haki make sense? Ama kwangu mimi naona kina make sense, maana kuishi kwa ubaguzi ni kitu ambacho hakifai kabisa. Kuishi kwa ubaguzi katika bara letu la Afrika na mataifa ama duniani kote ni kitu ambacho hakifai. Kwani kule kuna nini hasa cha muhimu kwamba wao wakija kwetu wanakuja kama watalii na hawahitaji visa ku apply for visas, lakini si tunapotaka kwenda huko tunahitaji visa, na hiyo visa inaweza ukapewa ama usipewe, na una apply mpaka unapofikia kwenye mambo ya ishu ya medications na ishu zote, alafu unaambiwa kwamba hujapita na pesa yako imeshaenda na pesa wanakula. So mwanamama, mimi ni mpongeze, anaitwa Triple N eh, nairudia jina lake, maana kuna wale ambao maybe watashindwa kulielewa vizuri. Anajulikana nalisema, polepole Ndemupelila Netumbo Nandi-Ndaitwah huyo eh, ndo triple N eh, kama ulikuwa mjui, now you know, ni rais wa kwanza wa kike kutokea katika nchi ya Namibia na ni rais wa awamu ya tano. Sasa ukiangalia katika nchi kama hizi zetu Tanzania, Kenya, uh, nizungumzie tu Tanzania, Kenya na Uganda, je, hiki kinaweza kufanyika kwamba wao wakija kwetu na wenyewe wa apply for visas, kwa sababu sisi tukienda kwao tuna apply for visas. Hii zao ni nchi na hii si ni nchi, basi na wao wa apply bisipo bi social. Sitaki kuongea sana, drop ya comment hapo chini. Nampongeza sana Netumbo Nandi Ndaitwa.